Patia nyingi sasa. Nilikuwa na jina William, ingine Kipchirchir, ingine Samoei, ingine Ruto, mukaongeza Hasla, mukaongeza Survivor, mukaongeza Sakayo, sasa mumefika Kasongo. Sasa hii majina yote bado muko na ingine ama imetosha? <laughs> Bado iko ingine munanipatia, muna ama imetosha? Iko ingine mutaongeza? Nasikia hata mwingine anasema chapati. Sasa hii chapati tena ni gani eh? <laughs> Kasongo, yeye mabali nangai ha, ha, ha! Salala hii e dunia iko na maneno lakini maji